Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa drafa ya mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Ah, leo tutakwenda kujifunza ah, kichwa cha ujumbe na nasema kwamba msimu mpya, changamoto mpya. Msimu mpya, changamoto mpya. Kuna watu wengi ambao wanatamani kutoka ah, hapa ulipo wa wow, wanatamani kutoka hapo walipo na kwenda hatua nyingine. Naamkini na wewe unanitazama. Unatamani kutoka hapo ulipo a uh, uingie hatua nyingine. Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwamba muda mlio mliozunguka mlima wa Seli yatosha sasa. Yatosha sasa. Kwao unatamani kwenda hatua nyingine fulani. Kuna hatua ambayo natamani kupiga. Na ndicho ambacho tutakwenda kujifunza a uh, kwenye haya uh, mafundisho. Na Roho Mtakatifu kuhudumia kwenye mafundisho. Mafundisho, mafundisho yafanyike msaada kwako kwa katika jina la Yesu. Unapotamani kuingia hatua nyingine ya maisha, unapotamani kuingia kwenye msimu mwingine wa maisha, msimu mwingine wa maisha ni shari, tujipange sawa sawasawa. Jiandae kukutana na changamoto mpya. Jiandae, jiandae kukutana na changamoto mpya maana kila msimu una changamoto zake, kila hatua ya maisha ina changamoto zake. Kumbuka kwawee, kuna watu wengine ambao walikutana changamoto walipookoka tu, wazazi wao ambao walikuwa wanawapenda, baba aliyekuwa anampenda, mama aliyekuwa anampenda, akasema tangu sasa wewe sio mtoto wangu tena. Wengine wakafukuzwa nyumbani kwao wakafukuzwa nyumbani kwao kwa sababu tu wameingia msimu mwingine, wameingia hatua nyingine ya maisha. Unapotamani kwenda hatua nyingine, unapotamani kuingia msimu mpya, tambua ya kwamba utakutana na changamoto mpya. Utakutana na changamoto mpya. Kwa unapotamani kwamba Mungu akuinue, jipange sawasawa. Jiandae kukutana na changamoto mpya, jiandae kukutana na changamoto mpya, jiandae kukutana na changamoto mpya. Na usipokuwa na usipojiandaa, itakuwa ni rahisi sana kukata tamaa, itakuwa ni rahisi sana kuvunjika moyo, itakuwa ni rahisi sana kuvunjika moyo. Wapo watu ambao, kuna rafiki yangu ambaye aliokoka, alipookoka baba yake aliita balozi na kumwambia balozi, kuanzia sasa huyu sio mtoto wangu. Na kuanzia wakati huo mtoto akawa nalala vichakani akawa nalala wapi. Ameingia msimu mpya kweli, lakini amekutana changamoto nyingine. Baba aliyekuwa anampenda amegeuka kuwa adui, amegeuka kuwa adui. Unapoomba Mungu akuinue, jiandae kukutana na changamoto zingine, jiandae kupambana na magumu utakayokutana nayo, kwa sababu msimu mpya unaleta una, una maadui wengine unatengeneza ma, unatengeneza changamoto mpya, unatengeneza majaribu mapya, inatengeneza ugumu ambao kutarajia kwa. Kama ulikuwa hujajiandaa ni rahisi kukata moyo moyo, yani ni rahisi kukata tamaa, ni rahisi kuvunjika moyo. Watu watakuchukia bila sababu, watu watakuchukia bila sababu, utatukana utadhiakiwa, utadharauliwa, utadharauliwa. Kwa kama ulikuwa hujajipanga sawasawa, kama ulikuwa hujajiandaa lazima utakata tamaa, utavunjika moyo na kuna uwezekano wa kufa hata kabla ya wakati wako. Watu watakunenia mabaya, sio kwamba kwa sababu umeingia no, msimu mwingine na huu msimu una majaribu yake, huo msimu una changamoto zake. Msimu mpya changamoto mpya. Ni kweli unatamani Mungu akuinua kupeleka hatua nyingine, lakini jiandae kukutana na changamoto nyingine, jiandae kukutana, kukutana na mitihani mingine. Kila hatua ya maisha ina changamoto zake, kila hatua ya maisha ina mitihani yake, ina mitihani yake. Na hiyo mitihani ni, mu, ni muhimu kwa ajili ya kukufanya wewe uwe mzuri zaidi. Watu watakunenea mabaya, watu watakuzushia mambo mengi, mambo mengi Yamkini ni umeingia msimu mwingine kwa habari ya uchumi, watu watasema kwamba wewe ni freemason, watasema ni freemason. Tutanenewa kila jambo baya. Wakati mwingine itatokea, ndugu, umepanga mipango yako kwamba mwezi fulani ninunue gari, ikatokea kabla hujanunua hilo gari, ndugu yako akafa, akafa, ukaenda kushiriki mazishi, na uliporudi ukatimiza mpango wako uliokuwa umeupanga, ukanunua gari, wakasema sasa, umeona amenua gari ye amekula yule mtoto ye ndiye aliyemuua fulani. Msimu mpya changamoto mpya, msimu mpya mitihani mipya. Watu watakupaka matope bila sababu ya msingi, watu watakuwa na hasira na wewe bila sababu ya msingi. Waliokuwa marafiki zako watageuka, hawatakuwa marafiki zako, watajitenga na wewe, watajitenga na wewe. Kwa hiyo unapo tamani kuingia hatua nyingine unapoingia kwenye msimu mwingine jipange sawasawa, maana kuna watu wengine ambao hawatafurahia hiyo hatua ambao wao umeingia, watakuchukia bila sababu. Kumbuka kwa habari ya Daniel; tunaposoma Daniel tatu tatu mpaka nne Daniel alikuwa amepata kibali kwa mfalme na mfalme akawa ameazimia kumpandisha juu ya ufalme wote kila kitu kiwe juu ya Daniel. Kwa mfalme abaki tu kwenye kiti kile cha abaki tu kwenye kiti chake tu, lakini mambo yote yasimamiwe na Daniel. Maandiko yanasema mawaziri manaibu wakamchukia wakatafuta kila kosa, lakini hawakupata kosa. Wakasema ngoje tu, tuingilie imani tu, yake tu walipoingilia imani walipo yake na ndipo ambapo waliweza kumpata Daniel, lakini Daniel la alikuweza kubadilisha msimamo wake uratiba zake ratiba zake na tabia zake alizokuwa nazo za kuomba mara tatu kila siku hakuziacha kwa sababu ya vitisho ambavyo kwa sababu ya vitisho ambavyo mawaziri walikuwa wame ya, kwa sababu ya vile ambavyo mawaziri na manaibu walikuwa wame, uh, wameandika kwa kwa mfalme kwamba tuzuie tuzuie changamoto. Uh, msimu mpya, changamoto mpya, jiandae jiandae kati mwingine unavyopandishwa cheo, sio watu wote watafurahia kupandishwa kwako cheo. Watu wataanza kukunenia mabaya, watu wataanza kuzushia vitu ambavyo vipo. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, msimu mpya, changamoto mpya, majaribu mapya, mitihani mipya, au jipange sawa sawa ili usije ukakata tamaa, ili usije ukavunjika moyo, usije ukavunjika moyo, usije ukavunjika moyo. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kama mafundisho haya yamefanyika msaada kwako, basi unaweza kuwashirikisha watu wengine. Lakini kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye chaneli yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe, na Mungu akubariki katika jina la Yesu, amen.